Mwaka huu tuna Al Ahli, tuna Jas Kabili, tuna Farabat, tuna timu kutoka Morocco, tuna timu kutoka Misri, tuna timu kutoka Algeria, alafu kuna sisi Yanga. Maana sisi Yanga tunawawakilisha East Africa, West, South, kote huko mnautegemea sisi kwa Waarabu. Nataka nikuhakikishie ndugu yangu hawa Arabu watatu uliowataja hao hao watatu watajichagua wao mmoja wa kwenda na sisi kwenye hatua ya robo finali. Hao watatu uliowataja, chukua maneno yangu na kwambia, watajitafuta katika wao mmoja atakayetusindikiza sisi hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa msimu huu. Si watanii, we are more than serious safari hii kwenye Champions League watajichagua kama ni kutoka Moroko, kutoka Algeria, kutoka Misri, kama wataweka kikao wao. Lakini nafasi moja ambayo Yanga tunaipambania hiyo nafasi, hatuwezi kuidondosha, hatuwezi kuiangusha hiyo nafasi. Tuko tayari, na sio tu Waarabu kwenye ile kundi, hata angeongezwa Barcelona. Kwenye ile kundi angeongezwa Madrid na Man City, wote na Arsenal umo waekwe, bado nafasi yetu moja Yanga tungeipambania kuipata pale. Watishika na JS Kabylie, sijui ngeongezwa hapo, ateta aje apige kona, tungedili naye, bado hiyo nafasi. Yani kama ile kundi lina timu moja ya kufuzu hiyo timu itakuwa Yanga, kama ni mbili ni Yanga na mwingine. Sio masuala ya Mwarabu Moroko, ni Yanga na Mwarabu mmoja watachaguana wao, naye anakwenda na sisi kwenye hatua ya robo fainali.